Kama tutakumbuka hivi majuzi, kwenye maandamano ya siku ya uchaguzi, mwenye kati ya uharibifu ambayo yalitokea kwenye jiji la Dar es Salaam, ni pamoja na mgahawa wa msanii Shilole kuchoma moto. Mara baada ya tukio hilo kutokea, Shilole hakuzungumza chochote wala kusema lolote popote pale, ambapo leo sasa Mseto Media tumekuletea hapa aliyozungumza Shilole kwa urefu zaidi kuhusu tukio lile. Kabla sijakupa undani wa taarifa hiyo, basi kwanza kabisa nikushukuru kushukuru kwa yambaye tayari umekusha subscribe, lakini kwa yambaye bado kisha kwanza una subscribe kisha alama ya kengele. Mimi naitwa na migod love sambamba mpaka mbamba tamati. Sasa so, taarifa ni kwamba msanii Shilole ameibuka na kuongelea kuhusu mgahawa wake uliochomwa moto kupitia ukurasa wake wa insta story. Shilole ameandika mazito na marefu ambayo sikia leo nimekwenda kusomea kama alivyoandika. Kwanza kabisa aliandika salam kwanza nitoe pole za dhati kwa wote waliofikwa na msiba, majeraha au hasara kutokana na vurugu zilizotokea. Kurudishiana maumivu si uchu wala si msingi wa taifa letu. Tofauti za kisiasa hazitufanyi tuwate jamii moja, kwa jamii moja, kwani kabla ya itikadi sisi ni binadamu na ni Watanzania. Mimi ni mhanga wa fujo hizo na ofisi yangu imechoma moto na mali zangu zimeteketea. Wapo wanaonekana kufurahia wakidai ilistahili, e, kwa sababu ya msimamo wangu wa kisiasa lakini ukweli ni kwamba sijawahi kumtukana mtu, sijawahi kumdhuru mtu. Nimekuwa tu muamini wa kisiasa kupitia chama changu cha CCM. Lakini je, wale wasio na chama waliumizwaje? Nani anawatetea? Hili linaonyesha wazi kuwa fujo hazitofautishi bali ni uharibifu usio na mantiki. Kwa hiyo wakati huu si muda wa kutafutana mchawi wala kushindana kutupiana lawama, ni wakati wa busara. Nabariki na bariki na kuwasamea wote wanaohusika katika uharibifu wa biashara yangu huku wakiwa wamedhamiria kunirudisha nyuma Muhimu mba, kuhai, ni kwamba Mwenyezi Mungu ameendelea kuniruzuku uhai. Basi ninaamini mali zinaweza kurejeshewa kwa juhudi na kupambana pasi kukata tamaa, lakini pumzi ya uhai haina mbadala. Alhamdulilahi, naiombea nchi yangu, namwombea rais wangu Mama Samia pamoja na serikali yake katika kuendeleza awamu ya sita katika kipindi cha kicha pili kwani na imani kuwa huu ni wakati wa kuimarisha umoja na upendo kwa taifa letu. Ni muhimu sana tukawaunga mkono viongozi wetu, na mimi sitarudi nyuma katu. Nitaendelea kuamini, kutetea na kusimama na imani safi ya chama changu CCM licha ya majaribu, vitisho na hasara niliyopata. Hebu tuachane na wivu wa maendeleo, kwa sababu tuna ukandamizo, ujana na uthubutu wa kujitafutia kipato, mwishowe kunaua taifa taratibu. Nashauri tusimamie katika nguzo ya hekima, maridhiano, vimilivu na utatuzi wa hoja bila fujo. Kwa walionijulia hali mara baada ya kuzushiwa kifo, poleni kwa, kwa namna mlivyojisikia mara baada ya habari zile. Asanteni kwa kujali. Mali zilizopotea ni hasara kubwa sana na nimeumia, ila ziwezi kuwa na thamani kuliko uzima huo Mungu alionipa, alhamdulillah. Tutagwe amani, tutagwe umoja, tutagwe busara. Mungu, ibariki Tanzania. Yes, mtazamaji wa Mseto Media, ni kwambie tu kwamba hiyo ndio kauli ama tamko la Shilole mara baada ya mgahawa wake wa Shishi Food